sumu mimi pia nitaongea tu maoni yangu. Kitu ya kwanza, Kenya si Tanzania, so ukiongelea hapa ongea Kenya, utuko Kenya, hatuko Tanzania <laughs> Kenya iko na nini zake zenye zinafuatwa. Sisi tuko na freedom ya kila kitu, tuko na sheria. Kenya si ile Tanzania. Watu wananyongwa ovyo ovyo hapa, na rais mwenyewe akijaribu kuninyonga yeye pia anashikwa. <laughs> Kwa hii Kenya yetu aya, rais yangu nifanyia mabaya, hii si Uganda, hii si Tanzania. Kitu cha pili, we ambao unatusi watu wapa jana, ulienda kwa Raila <laughs> ulienda tumbo yako empty, ulipeleka nii <laughs> nini naena nayo hapo? Unakuja hapo natusi watu wengine, na wewe unaona, na tumbo yako kupanga laini kukula, unaongea hapa vibaya, na ukienda kwa kina Raila, watu umesikia wanaitwa umepanga laini, wageni wakalozo, wanaitwa umepanga line.

Na huyu kijana ameongea hapa, alitusumbua out of the lion. Alitusumbua huku sana tuwaje nje mingi hii waje kupeleka kwingine watu wengine. Na next ext Next time speaker ya bunge na president, tukienda mahali watu kama hata watukamaio, msiwai kwa gari hizo, ni aibu Next mafika Mweshimiwa Kalonzo Musyoka, you are a man and a half. Mkenya, ulifanya jana kwa matanga ya baba Raila Amolo Odinga, hakuna mtu yeyote amefanya. Ng'ombe mia moja, mwanaume mmoja.

Kitu kama mfanya mzuri, mtu amefanya mzuri, sema mtu amefanya mzuri, na tusiweke yeah, siasa mali siasa itakikani. Unasikia, tukienda kutembelea baba Raila Odinga tulienda <coughs> kutembelea kiongozi, tulienda kutembelea king tuliende kutembelea ule king ambaye amelala mbali pake ile si siasa <coughs> tusipige siasa mali siasa itakikani ndugu yetu 2027 <coughs> <coughs> bado kuna mwaka mmoja hata kampeni bado haijaanza nani amekwambia huyo ruto anasimama 2027 nani amekwambia kalonzo anasimama 2027 na wewe nani amekwambia wewe utafika hiyo 2027 yako nani amekwambia jiulize wewe nani amekwambia ujui na, amkuna mwenye anajua ya kesho. Tukiongelea tuongelee tuki ya leo. Sio tukipia hapa unakuja mimi Kalozo lazima. Kwanza hata Kalozo pia ajui kama tafika. Ruto pia ajui kama tafika. Wewe pia ujui. Sisi wote ni maiti amekufa na tunatembea na waiti yetu. Sisi ni waiti wa tarafiwa. So, tupige sasa nyingine, uza tu sera yako kwa mtu wako. Ule mtu mwingine akikuja uza tu sera yake kwa mtu yake. Lakini ile sasa ya vita ilisha kitambo. Sasa hii ni sasa ya akili. Mandugu zenu saa hii si akili. Tuliona jana mama yetu Aida aliongea vizuri sana. Correct. Mama Aida aliongea vizuri sana. By the way, mama ni wise. Alafu amesema katikati, umoja ni mjanja. Anasema mimi si mwanasiasa, mimi nitembelee tu. <laughs> mimi ni mwalimu. <laughs> <laughs> <laughs> Sasa ana rudo sahihi akirudi ng'ombe 200, si hatuna shida, ule ni mwalimu. Eh. <laughs> <laughs> Hatuja <Hey>, kulazimisha. <laughs> na watu wa Bondo, kitu mbaya pia lazima tuseme ni mbaya. mbaya. tangu baba kumi sahii ni siku ngapi? Mwezi mmoja hawataki kurudi kwao watu wa Bondo Siaya County.

Haya, wa watu wa Bondo na hii na hii nilisema lazima tupame hala <laughs> hata <laughs> kweli. Matanga ikifanyika siku tatu, kila mtu amerudi kwao alisisambu <laughs> <laughs> <Svani> kwa. <laughs> lakini watu wa Bondo, watu wa Nairobi wameita watu wa bunge wa wa wa waja karanda, nauliza watu a pia, ah, ni watu wabunge waja karanda. Watu wa Bondo wamepanga laini, murudi kwenu <laughs> <laughs> mwache kupewa mama ile kazi ngumu. Matanga kila rui na wewe mwenyewe ukiona wako nyuma sana bado mko nyuma nyuma, na mnasumbua Mama Aida wa catering. So amkonaaaaaaadaia

Sisi ni wageni, tumekuja mama anakuja kwetu kwa hadi wanabeba. Sasa, unga unga Raila ni vinyetu, Baba walijipanga. Lakini tafadhali. Tafadhali mrudi kwenu. Ile ilikuwa zenbario. Venye mlikaribisha watu kwa ile boma. Tutaomba William Samoei Ruto apeleke majeshi pale warudishe watu kwao. Madori si. Hiyo hiyo. Na William Samoei Ruto mali huko. Mama Ida anapitia machungu. Hey. Tafadhali. Watu wana ilikuwa stand by all. <laughs> Ulipeleka watu pale. Tafadhali rudisha wale majeshi pale. Watu wape viboko warudi. Watu wamekataa kutoka kwa ile boma wana take advantage, ni likuwae kila mutu, hata si tulienda tukatembelea wandii tukarudi, tukuwe na heshima, watoe wale watu wengine, pia wapa nafasi ya kufanya nini, wakurudi ma India walikuwa huku watu wa India kwani wanashangaa kwani baba je jaizikwa na leo hii walai ungepata nafasi ufike kwa baba ya Raila Odinga boma yake unadhani baba je jazikwa yani watu wamejaa wamejaa watu na za hata kwa wamejaa watu wamejaa na madeni za kada ziko bizi ruto tuma ko watu wafukuzwe warudi kwao. <laughs> watu warudi kwao. Mama Aida saakuzki arudi kare na dunie na familia yake juamsua. Mama Aida hajapata nafasi hata kukana familia yake chini hata dakika tano waongelee historia ya familia yao, na yeye pia anatamani yule kukana kijana yake na familia yake, waongee hata na Uburu wakiwa wawili wasema inakuwa aje, ndugu yetu sasa ameenda, ikuwe aje? Watu wamejaa hiyo nafasi <laughs> so nikimalizia, Mr Speaker, baba tumeamini, tulienda kwa kutembelea, umeenda ni uchungu, inauma kila mtu, na nikoshoa siku moja, sisi wa Kenya bado tunapata tu mtu mmoja hata kama inapatikana karibuni lakini itapatikana. We mwenyewe mwenyewe, kama maybe unazatuzalia mtu akuwe kama baba Raila. Mundu dinga iwada baba alianza hivi, na hata mimi nikosua siku moja mtu atapatikana Kwa kwaya machache. Asanteni na Mungu awabariki. <laughs>